Karibu tena katika kipindi kingine hapa kwenye Kokoto, na leo nitafanya kujibu comment moja ambayo nilipata juzi kwa kwenye video moja yangu, na nilifanya video inayoeleza juu ya makundi mawili kuu ya Uislamu, yani Sunni na Shia, na inaonekana kuna jamaa ilimkera kidogo, na akaniandikia comment, na comment yenyewe ina <laughs> ni, ni kali kidogo, lakini pia inaonyesha kwamba hajui analoliongea. Lakini kabla ya kuingia kwenye komenti na maelezo mengine ambayo nataka nifanye, kama hujasubscribe fanya hivyo na e, bonyeza ile kengele ambayo inaku, inakufanya upate kila video wakati zinatoka, ingawa hazitoki kila siku siku hizi lakini wakati zinatoka utaipata, utapata taarifa kwamba nimetoa video mpya. Haya, tuangalie komenti yake. Inaanza kwa kusema wewe kafiri wa kizungu na Mashia ndugu moja yani, au Shia yani Waislamu wa Shia. Alafu anasema hivi, Shia si waislamu kwa sababu wanapinga Quran Tukufu japo wanazuga kuifuata, hivyo ni makafiri tu. Kwa hiyo inaonekana mimi na Shia ni makafiri uh, na huyo anaitwa Alhabib Alhabaib na ndiyo ameleta ame hiyo comment, na niliona kwamba eh, kumjibu tu kwa, kwa, katika chat ni nikaona ngoja tu tuiongelee hiyo kidogo, kwa sababu inaonekana anaposema kwamba wao si Waislamu, nadhani ana maana ya kwamba yeye ni Mwislamu, na nitajaribu kuonyesha kwamba hata yeye sio Mwislamu. Hiyo nitafanya katika video ya leo eh, Comment, wakati comment inaanza na we "kafiri ya kizungu", unajua kwamba jamaa anayoitoa amekasirika, lakini hana hoja ya kuleta, hajui ajitetee vipi, hana, hana kitu ya kuongelea, anataka kukutukana tu, anataka kukufanya ujisikii vibaya tu, lakini hajui analoliongelea, na hajui hata aseme nini, amekasirika. Lakini nilipata comment nyingine, na hiyo comment, eh, inasema hivi: ukweli mchungu. Yeye aliangalia hali hiyo video na ndani yake akaona kuna, kuna kitu ambayo ilimpa shida, lakini aliona kwamba niliweza kuthibitisha eh, kiasi cha kutosha. Kwa hiyo aliweza kuona kwamba hapa kuna kitu ambayo ninahitaji kuishughulikia eh, hapa kuna tegemeo ya kutafuta ukweli. Ni mtu ambaye anafikiria anaweza akapata kupata ukweli na kuendelea na kujiweka sawa katika imani yake. E, yule wa kwanza e, si rahisi, labda akiangalia video hii atapata msaada zaidi. Kwa hiyo kazi ya leo e, nitajaribu e, nitamjibu huyu jamaa ambaye nitakafiria kizungu Uh, na kwa upande mmoja mimi ni mkafiri kwa sababu uh, mimi si Muislamu, na kila mtu ambaye si Muislamu kwa, kwa kauli ya Qurani ni mkafiri kwa namna fulani, lakini pia Qurani inaniambia mimi kama Mkristo nifuate Ukristo. Kwa hiyo kidogo inayumba katika msilamu wake. Nadhani baada ya kuangalia video hii, kama maelezo ya Qurani ambayo tutayasoma ni kweli, inawezekana mkafiri ni mtu ambaye ni Mwarabu na ambaye hapokei Uislamu. Huyu atakuwa ni mkafiri, wengine sio. Anyway, hiyo tutaangalia na nitajaribu nitaonyesha kwamba ewapo huyu jamaa aliyotoa hiyo comment anaamini kwamba anafuata Qurani, siyo hivyo, maana kama angefuata Qurani asingefuata imani ya Kiislamu, maana kwa kauli ya Qurani yenyewe Islamu haimuhusu. Sasa Uh, hiyo ninaweza nikasema, lakini ngoja tuangalie maandiko yenyewe, na hayo maandiko ninayo kwenye video nyingine pia, lakini nataka niyarudie kwa sababu inaonekana hiyo ni tatizo ambayo Waislamu hawataki kui, kuiona. Kwa hiyo tutasoma maandiko na tutasoma maandiko mengi kidogo kutoka Qurani, kwa hiyo nivumilie, tunakwenda pole pole, una aya yenyewe unaiona kwenye screen wakati ninaisoma, alafu, uh, tutajaribu ku, ku, ku, kutoa comment ndogo ndogo kwa kwa hizo sehemu ya kwanza ni, ni sura ya Ashura, ambayo ni sura ya arobaini na mbili na aya ya saba, inasema hivi na namna hivi: tumekufunulia Quran kwa Kiarabu ili uwaonye watu wa mama wa mji na waliopembezoni mwake na uhadharishe na siku ya mkutano. Haina shaka hiyo kundi moja itakuwa peponi na kundi jingine motoni kwa hiyo inasema kwamba huyo anayepokea hiyo Quran amepewa hiyo awaonye watu wa, wapi mama wa mji na walio pembezoni mwake. Kwa hiyo hiyo ni sehemu rasmi ya kijiografia hiyo, si watu wote, ni watu wachache katika sehemu rasmi ya kijiografia katika Eh, Ad Dukan ambayo ni sura ya 44 na aya hamsini na nane tunasoma hivi aya hamsini na nane samani basi, tumefanya nyepesi hii Quran kwa ulimi wako, ili wapate kukumbuka na wengine wanaitafsiri wapate kuelewa. Kwa hiyo Qurani, aliyoipewa ameipewa katika lugha ambayo wale watu wataweza kuielewa. Unaona, wale watu ambayo wanakaa karibu na katika mji mama na pembezoni mwake. Tuendelee kusoma katika sura Ibrahim, ambayo ni sura ya kumi na nne aya ya nne inasema hivi: na hatukumtuma mtu, mtume ila kwa ulimi wa kaumu yake ili apate kuwabainisha. Kwa hiyo Kurani inasema kwamba mitume wote walitumwa wakiwa na wanaongea lugha ya wale walengwa. Hiyo ni kauli ya Kurani, na ulisema huyu jamaa alidai kwamba anafuata Kurani maana yeye sio Shia. Endelee kusoma katika sura Fusilat, ambaye ni sura ya arobaini na moja aya ya arobaini na nne Tunasoma hivi na lao tungilifanya Qurani kwa lugha ya kigeni, wangelisema kwa nini aya zake hazikupambanuliwa yawaje lugha ya kigeni na mtume Mwarabu? Kwa hiyo inaonekana huyu mtume ambaye alipewa hiyo Qurani ni Mwarabu, kwa hiyo watu wanadai kwamba aongee Kiarabu waweze kuielewa. Tuendelee sema, hii Qurani ni uongofu na poza kwa wenye kuamini, na wasioamini umo uziwi katika masikio yao, nayo kwao imezibwa, hawaioni hao hawa wanaitwa nao pahala mbali inainde, ni, ni aya hiyo hiyo iliyoanza 44 inamalizika ina hivyo. Kwa hiyo kuna watu ambayo hawataki kuisikia, inaonekana kuna watu wengine wanapenda kuisikia. Naendelea kusoma, anahi ambayo ni sura ya 16 na aya 36 inasema hivi, na kwa hakika kwa kila umma tulitumia mtume kwamba mwabuduni Mwenyezi Mungu na muepukeni shetani kwa hiyo Korani inasema kwamba kila kundi ya watu wamepewa mtume ambaye amewafikia amewaambia wamwabudu Mungu na wawaepukane na shetani. Anahi ambayo ni sura ya kumi na sita aya ya mia moja hamsini na tano hadi mia moja hamsini na nne sema hivi, na hichi ni kitabu tulichokiteremsha kilichobarikiwa basi kifuateni na mcheni Mungu ili mrehemiwe, msiji mkasema hakika mataifa mawili kabla yetu yameteremshiwa kitabu na sisi tulikuwa hatuna habari ya waliokuwa wakiyasoma, au mkasema lao kwa tumeteremshiwa sisi kitabu tungili kwa waongofu zaidi kuliko wao. Basi imekufikieni bayana kutoka kwa mola wenu mlezi na uongofu na rehema, basi nani aliye dhalimu mkubwa zaidi kuliko yule anayekanusha ishara za Mwenyezi Mungu na akajitenga nazo? Yule anayekanusha yaani anayekataa ambayo hataki kufuata maandiko ya Mwenyezi Mungu ambayo Korani inadai ni ya Mwenyezi Mungu, na Waislamu wanadai wanafuata Korani, yeye ni mdhalimu mkubwa tena kuliko wote. Okay. Tuendelee, Almaida sura ya tano aya arobaini na tatu inasema hivi: na waje wakufanye wewe hakimu, nao wanayo torati yenye hukumu za Mwenyezi Mungu? Kisha baada ya hayo wanageuka, na hao si wenye kuamini. Alafu Almaida tena aya sitini na nane, inasema: Sema, enyi watu wa Kitabu, hamna lenu leno jambo mpaka muishike Torati na Injili na yote mliyoteremshiwa kutokana na mola wenu mlezi. Hiyo ni Qurani na ninaomba wewe mwenyewe nende ukasome mwenyewe katika lugha yoyote ya Qurani ambayo utaijua na kuielewa. Qurani inasema kwamba imeteremshiwa kwa watu wachache wa eneo fulani rasmi ya kijiografia, na mtu yoyote ambaye ana anapinga hiyo anakanusha hiyo kwa maana ya kwamba anajidai inamhusu, wakati yeye sio mtu wa eneo hiyo. Yeye amepotea, yeye anakosea, yeye anadharau maandiko ya Qurani. Kwa hiyo, huyu jamaa aliyeniandikia anasema yeye anafuata Qurani, asingekuwa Muislamu. Kama yeye anajidai kuwa Muislamu, hafuati maandiko ya Qurani, kwa sababu Qurani inasema haimhusu. Unaona? Ni hatari sana uh, kwa hiyo inaonekana kama wewe si Mwarabu, unaishi katika maeneo ya mji mama ambayo kwa bahati mbaya Qurani haisemi ni mji gani, ingawa Waislamu wanapenda kusema kwamba ni, ni Maka, lakini haitajwi hivyo. Uislamu haikuhusu. Kwa hiyo kama huishi pale na kama wewe si Mwarabu, unaongea Kiarabu, wewe ni Mwarabu wa maeneo yale, wewe hiyo kitabu haikuhusu kwa hiyo kila muislamu ambaye si mwarabu na hakai karibu na huu mji usiojulikana, hiyo ndio tabu yake, ingawa waislamu kama nilivyosema wanapenda kusema kwamba ni maka e, hatakiwi kufuata mafunuo ya Qurani. Sasa kwa nini wanaendelea kukataa kauli ya Qurani iliyo wazi kabisa? Hiyo ni wazi kabisa. Sijui utakuwa na akili gani kama utashindwa kuelewa hiyo. Nadhani ni kwa sababu maisha yao wanawadanganya wanasema, Uislamu inakuhusu, Uislamu inakuhusu, Uislamu inakuhusu. Qurani inasema haikuhusu, inasema haikuhusu, inahusu. Inahusu watu fulani, alafu Qurani inasema hivyo. Inadai kwamba kila umma imepata mafunuo yake rasmi, ila inataja mafunuo ya Wayahudi na Wakristo tu Sijaona sehemu, nimesoma Qurani yote sijaona kwamba inataja mafunuo ya kwa watu wengine kama maandishi, inataja tu ya Wayahudi na ya Wakristo. Na katika injili ya Matayo basi tunasoma, na nitaisoma hiyo kwa sababu hiyo ndio kitu ambayo inaweza kukusaidia wewe ambayo sio Mwarabu umeingia katika Uislamu, lakini wewe sio Mwarabu ambayo unaishi karibu na mji mama au maeneo yale, maandiko haya yanaweza kusaidia sasa. Inasema hivi, ni injili ya Matayo ni sura ya ishirini na nane na ni aya kumi na nane hadi ishirini, inasema hivi: Yesu akaja karibu, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Nendeni basi mkawafanye watu wa mataifa yote wawe wanafunzi wangu. Nendeni basi mkawafanye watu wa mataifa yote wawe wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wafundisheni kushika maagizo yote niliyowapeni, nami nipo pamoja nanyi siku zote, naam, mpaka mwisho wa nyakati. Injili au maandiko ya Wakristo inahusu ubinadamu wote, sio kama Kurani. Tofauti kabisa. Yesu mwenyewe anasema, nendeni ulimwenguni mote, waambie watu wote. Unaona, kwa vile Kurani haikuhusu na Injili inakuhusu na yote hiyo ni kwa kauli ya Korani, inakuambia haikuhusu injili inakuambia inakuhusu, kwa sababu wewe uko miongoni mwa watu wote wa ulimwengu. Na na nani, karibu kwa imani inayokuhusu usije ukaangamia. Qurani inasema anayepuuzia ujumbe atahukumiwa. Na ukisoma Qurani, picha inayoletwa na Qurani juu ya jehanamu, nakuambia haivutii. Na wewe kama unafuata Uislamu na haukai katika ile eneo rasmi ambayo Qurani inailenga wewe, huko naye unaenda jehanamu, kwa sababu unapinga mafundisho ya Qurani. Kuna njia ya kujiepusha na hukumu, na ni kuingia injili. Unapo unapopokea injili, unapopokea imani ya injili, unapona jehanamu, kwa sababu unafuata kauli ya Biblia na unafuata kauli ya Qurani. Kwa hiyo ukiwa unaamini vitabu hivi vyote unafanya sawa, unaona. Kwa hiyo ninakukaribisha sana katika kundi ya watu ambayo tunajaribu kufuata injili badala ya imani zingine. Mungu akubariki, na karibu tena katika video zingine siku za mbele. Asanteni sana.